Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Tukio la haki! Nini hilo tukio la haki? Na nini kitakujulisha nini hilo tukio la haki? Thamudi na Adi waliokadhibisha msiba unaositusha. Basi Thamudi waliangamizwa kwa balaa kubwa mno, na ama Adi waliangamizwa kwa upepo mkali usiozuilika aliyowapelekea masiku saba na siku nane mfululizo bila ya kusita. Utaona watu wamepinduka kama kwamba ni magongo ya mitende yaliyo wazi ndani. Basi je unamwona mmoja wao aliyebaki? Na Firauni na waliomtangulia na miji iliyopinduliwa chini juu, walileta hatia, wakamwasi mtume wa Mola wao Mlezi, ndipo yeye Mola akawakamata kwa mkamato uliozidi nguvu. Maji yalipofurika sisi tulikupandisheni katika safina, ili tuyafanye hayo kuwa ni waadhi kwenu, na kila sikio linalosikia liyahifadhi. Na itapupulizwa baragumu mpulizo mmoja tu, na ardhi na milima ikaondolewa na ikavunjwa kwa mvunjo mmoja, siku hiyo ndiyo tukio litatukia. Na mbingu zitapasuka, kwani siku hiyo zitakuwa dhaifu kabisa na malaika watakuwa pembezoni mwa mbingu, na wanane juu ya hawa watakuwa wamebeba kiti cha enzi cha Mola wako Mlezi. Siku hiyo mtahudhurishwa, haitafichika siri yoyote yenu. Basi ama atakayepewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia atasema: haya, someni kitabu changu, hakika nilijua ya kuwa nitapokea hisabu yangu. Basi yeye atakuwa katika maisha ya kupendeza katika bustani ya juu, matunda yake ya karibu. Waambiwe, kuleni na mnywe kwa furaha, kwa sababu ya mlivyotanguliza katika siku zilizopita. Na ama atakayepewa kitabu chake katika mkono wake wa kushoto, basi yeye atasema, laiti nisingelipewa kitabu changu, wala nisingelijua nini hisabu yangu. Laiti mauti ndiyo yangelikuwa ya kunimaliza kabisa. Mali yangu hayakunifaa kitu. Madaraka yangu yamenipotea. Mshikeni, mtiyeni pingu, kisha mtupeni motoni, tena mtatizeni katika mnyororo wenye urefu wa dhiraa sabini. Kwani huyo hakika alikuwa hamwamini Mwenyezimungu Mtukufu, wala hahimizi kulisha maskini. Basi leo hapa hana jamaa wa kumwonea uchungu, wala hana chakula ila usaha wa watu wa motoni, chakula hicho hawakili ila wakosefu. Suratul Haqqah imeteremka Makka. Sura hii tukufu inaeleza hali za Kiyama na imetaja yaliyowasibu watu wa mataifa yaliyotangulia ya kuteketezwa na kuchukuliwa kwa nguvu na shida walipokadhibisha, na imetaja namna litakavyopulizwa baragumu na mageuzi na kuondoka yatakayozisibu ardhi na milima na mbingu na yatakayotokea baada ya hayo ya kuletwa watu kwa ajili ya hisabu, na kubashiriwa watu wa mkono wa kulia kwa malipo ya ukarimu na neema za daima watakazozipata, na maonyo ya watu wa kushoto na adhabu chungu. Tena sura ikafitimisha kwa kutaja ukweli wa Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alehi wasallam katika ujumbe aliyoufikisha na ukweli wa Qur'ani ambao ndiyo ni haki iliyoyakini. Kiama ni tukio litakalotukia kwa haki, yaani kwa kweli. Ni nini hicho kiama kitachotokea kweli? Na kitu gani kitakachokujuvya ukweli wake na kitakachokupa sura ya kidisho chake na shida zake? Kina Samudi na kina Adi walikanusha kiyama kinachowagutua walimwengu wote kwa kitisho chake na shida zake. Ama Samudi, basi walihilikiwa kwa tukio wali lililopindukia mipaka yote kwa ukali wake, na ama Adi waliangamizwa kwa upepo baridi na mkali. Mwenyezi Mungu waliwasalitisha nao muda wa masiku saba na siku nane zilizofuatana mfululizo Utaona waliopatikana na upepo huo wamekuwa maiti kama magogo ya mitende yaliyokuwa matupu ndani yake. Masiku ni wingi wa usiku, siku wingi wake ni siku vilevile. Je, unamwona yoyote aliyebakia katika hao? Akaja Firauni na mataifa mengine yaliyokufuru kabla yake na wale jamaa walioacha mwendo wa haki na vitendo vya maumbile wakafanya vitendo vichafu kabisa, hata miji yao ikapunduliwa juu chini. Kila umma katika hawa walimuwasi mtume wa mola wao mlezi, naye Mwenyezi Mungu akawashika kwa kuwadhibu kwa mshiko uliozidi ukali. Maji yalipozidi ukomo wake, naye akapanda juu ya milima katika tukio la tofani ya Nuhu sisi tulikupandisheni si, yaani kwa kuwapandisha wazee wenu wa asili katika safina inayokwenda baharini, ili kulifanya tukio hilo la kuokoa waumini na kuwazamisha wa makafiri liwe zingatio na, na mawaidha kwenu na lihifadhiwe na kila sikio lenye kuhifadhi linalosikia. Litakapopulizwa baragumu kwa mpulizo mmoja na ardhi na milima ikaondolewa pahala ilipo na ikavunjwa mara moja. Siku hiyo ndiyo kitashuka cha kushuka, na mbingu zitapasuka kwa kuondoka hukumu zake na sheria zake, kwani siku hiyo zitakuwa dhaifu baada ya kuwa madhubuti zenye nguvu, na malaika pembezoni mwake, na wapo malaika wanane siku hiyo watakaobeba wa kiti cha enzi cha Mola wako mlezi juu ya malaika hao wengine. Siku hiyo ndiyo mtaletwa kwa ajili ya kuhisabiwa, wala haitafichikana siri yenu yoyote mliyokuwa mkificha. Ama mwenye kupewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia atasema, akiwatangazia furaha yake walio karibu naye, chukueni msome kitabu changu, mimi nilikuwa na yakini tangu duniani kuwa nitapata hisabu yangu basi nakajitayarisha nafsi yangu kwa mkutano huu. Basi huyo atakuwa katika maisha yaliyoenee ya kupendeza, katika bustani ya fahali na daraja juu, matunda yake ya karibu kwa kuyachuma, yani kuyatunda. Kuleni na mnwe, kwa kula na kunywa kusiyo na karaha wala maudhi, kwa sababu ya vitendo vyema vilivyokwisha vitanguliza katika siku za duniani zilizopita. Ama mwenye kupewa kitabu chake kwa mkono wake wa kushoto atasema kwa majuto na huzuni, laiti kuwa sikupewa kitabu changu, wala sikuijuwe hesabu yangu. Laiti kuwa kule kufa nilikokwisha kufa kungelikuwa kuwa ndiyo kumalizika kwangu kwa mwisho, wala zizingelifufuliwa tena. Hapana chochote nilichokimiliki duniani kilichonipa uzima. Wangu umenipoteya na nguvu zangu zimenitoka. Wataambiwa walinzi wa Jahanamu, mshikeni na mfungeni mikono yake kwenye shingo yake, kisha msimtie popote ila ndani ya moto wa Jahanamu, kisha mfungeni kwenye mnyororo mrefu kabisa. Hakika huyo alikuwa hamsadiki Mwenyezi Mungu Mtukufu, wala wa hamhimizi yoyote kuwalisha maskini. Basi hii leo huyu kafiri hana jamaa wa kumtetea wala hana chakula ila usaha wa watu wa motoni, ambao kwa hakika ni mchanganyiko wa damu na usaha. Hawakili chakula hicho ila wakosefu waliokusudia kufanya maasi yao na wakakakamia kuendelea nayo.

Basi naapa kwa mnavyoviona na msivyoviona, kwa hakika hii ni kauli iliyoletwa na mjumbe mwenye heshima, wala si kauli ya mtunga mashairi; ni machache sana mnayoyaamini, wala si kauli ya kuhani; ni machache mnayoyakumbuka. Ni uteremsho utokao kwa Mola mlezi wa walimwengu wote. Na lau kama angelituzulia baadhi ya maneno tu, bila shaka tungelimshika kwa mkono wa kulia, kisha kwa hakika tungelimkata mshipa mkubwa wa moyo. Na hapana yoyote katika nyinyi ambaye angeliweza kutuzuia. Kwa hakika hii ni mawaidha kwa wachamungu. Na katika sisi, bila shaka tunajua kwamba miongoni mwenu wapo wanaokadhibisha na hakika bila shaka itakuwa ni majuto kwa wanaokataa. Na hakika hii bila shaka ni haki ya yakini. Basi litakase jina Allahu Akbar, Allahu Akbar. la Mola wako Mlezi Mtukufu Kwa mnavyoviona katika vinavyoonekana na msivyoviona katika ulimwengu wa ghaibu, kwamba hakika Kurani bila shaka inatoka kwa Mwenyezi Mungu kwa ulimi wa mjumbe mwenye cheo cha juu. Wala Kurani si maneno ya mtunga mashairi kama mnavyodai. Ama nyinyi ni chache mno imani yenu ya kwa Kurani inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Wala Kurani haisemi kwa maneno ya kumunyiamunyia kama wanenavyo makuhani, mlio wazoya. Ni uchache mno ukumbuka kwenu na kuzingatiya hitilafu ziliyoko baina ya Kurani na maneno ya makuhani. Hii ni uteremsho unaotoka kwa mwenye kuangalia walimwengu wote kwa kuwaumba na kuwalea. Na ukuwa angelidai kitu chochote ambacho kilichokisema basi bila shaka tungelimshika akitowe kama mtu wanavyomkamata mtu kwa mkono wa kulia akammaliza hapo hapo kisha bila ya shaka tungelimkata mshipa wake wa moyo afe saa ile ile biblia inasema katika kumbukumbu kumbu la torati kumi na nane ishirini lakini nabii atakayenena neno kwa kujikinai kwa jina langu ambalo sikumwagiza kulinena au atakayenena katika jina la miungu mingine nabii yule atakufa. Na hapana yeyote katika nyinyi, hata angekuona nguvu namna gani, angeliweza kuzuia adhabu yetu isimfikirie. Na hakika Qur'ani ni mawaidha kwa wanaofuata amri ya Mwenyezi Mungu na wanaepuka makatazo yake. Na hakika sisi bila shaka tunajua kwamba kati yenu wapo wanaoikanusha Qur'ani na kwamba hakika hiyo bila shaka ni sababu ya majuto yanaoikataa wakati watakapoiona adhabu yao na neema za wenye kusadiki. Na hakika Qur'ani bila shaka ni haki iliyothibiti, siyo na shaka yoyote. Basi mtakase mwana wako mlezi nadumisha kudhukuru jina lake.